Tuangazie taarifa nyingine ambapo magavana wamezindua mpango maalum wa, maalu wa kudhibiti vifo vya watoto na kina mama wanapojifungua. Gavana wa Nandi Stephen Sang akisema idadi kubwa ya watoto na kina mama wanaendelea kufariki kutokana na visa ambavyo vinaweza kuzuilika. Pia imebainika kuwepo kwa upungufu wa wauguzi walio na ujuzi unaohitajika na kuongeza mgao wa kukabiliana na vifo vile ambavyo huwa vinatokea. Idadi kubwa ya watoto na akina mama wanaofariki wakati ambao wanajifungua inapoendelea kuongezeka, baraza la magavana limeandaa kikao cha kujadili mikakati itakayozuia maafa yale. Gavana wa Nandi Stephen Sang amebaini kuwa watoto na akina mama wanaojifungua wanaendelea kufariki kutokana na visa ambavyo vinaweza kudhibitika.

No, are preventable. Magavana pia wamedokeza kuwa ongezeko hili linachangiwa na ukosefu wa wauguzi walio na uzoefu na ukosefu wa mgawo tosha, wakipendekeza uimarishwaji wa, wa ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na zile za kaunti katika juhudi za kuzuia maafa yale. The newborn death and the mothers. Matano and perinato. Is it a disease that is known? Yes. Does it have a cure? Yes. Is the cure available? Yes. Is it affordable? Yes. Then why are they dying unless we are fools? We have to make sure that we have to work on it with the resilience of the politicians so that we can be able to save their lives. And it is possible. Haya yanajia wakati ambao wamesisitiza kuwa kama serikali za kaunti bado wanaendelea na kukabiliana na swala hili kwa kuwekeza katika miundo msingi hitajika na kuwaajiri wauguzi. Counties have invested significantly in maternal and newborn health through improved staffing, strengthened emergency referral systems, facility upgrades, and enhanced community level services. Yet the implementation of this response has remained and even limited to times by systematic gaps, weak feedback mechanism, fragmented landing loops, and insufficient inter-county coordination. Kulingana na ripoti ya shirika la USAID Kenya inashikilia nafasi ya nne katika bara la Afrika na vifo vingi miongoni mwa watoto na kina mama wanapojifungua. Zablon Mashare, Undugu TV.